Mwakani kuna AFCON. Sasa sisi hatuna uwanja wa AFCON wa kuchezea mechi za AFCON, lakini usioliviwa usiku wa kiza, sisi tuna uwanja wa Jamhuri ambao tumekubaliana uwe ni uwanja wa mazoezi ya AFCON. Maana yake ni, maana yake ni kwamba ile timu ambayo inakuja, inakuja kuweka makao yake Morogoro Sasa ina maana kwamba tukishapata ule uwanja tutoke hapa na watu wa TFF tuwalete wengine tutoke tukafanye lobbying, shida nini? Lazima tuwe na uwanja, lazima tuwe na hoteli, lazima tuwe na uwanja wa golf, lazima tuwe na swimming pool, lazima tuwe na hivyo, ndio vitu vya wale. Lakini guess what, wakikaa siku moja Morogoro, Morogoro hii inapata zaidi ya milioni mia tano kwa uwepo wa timu ya Misri. Kwa nini mi nataka uwanja wa nini? Uwanja wa mechi? Uwanja wa mechi unachezewa mara moja kwa kwa, kwa kwa kwa wiki moja. Mi nataka awawanishi wa kimataifa wote wajae tu hapa kuja kumwangalia Mohamed Salah, na wale watakapokuja, wakimwona waje kuona anafanya mazoezi na wale. Wakija manaake wanapanda huko mountain nini sijui, wanakwenda Mikumi, wanakwenda Udzungwa, wanakwenda wapi anajela hapa watu yes yes. Mzungu anataka mafelezi wamejaa kibao, kuna <laughs> mamilioni ya mahelo. Hizo ndio football politics. Kazi nzuri huyu bwana, sio nzuri sana, na nimemwambia na tulijaribisha mwaka jana, minauyu ana tuliwaleta Yanga na Simba mechi hizi mbili, kila mmoja mechi moja, walikuja na maelfu ya mahela. Ndio sasa tunaomba taa, tunaomba vi, sasa unajua tukikwambieni jiji wekeni taa pale Jamhuri, twende tukamwombe aza malete milioni mia za kwake na sisi tuweke sitini za kwetu, tuweke taa tuweke milioni mia mbili, tubadilishe majani, tuweke orijin, tulete maji, tuweke sprinklers, tuweke nini, vunja upande mmoja kule, tunajenga conference room na choo na nini, unaweka investment pale ya uwanja milioni milioni mia tano, uwanja unarudisha bilioni kubwa, that's business. Asa, tumeongea na damas Damas mwaka jana kwamba ule uwanja serikali imetumbukiza zaidi ya milioni ishirini kukarabati eneo lisilofaa linalosimamisha usimamizi hafifu wa dampo la manispaa. Ndugu zangu, leo hoja inasema hatuna dampo Manispaa ya Morogoro. Na nikuambieni, hapa katikati Morogoro ilikuwa inaanza kusifika kwa uchafu. Yako mambo ambayo nyi Manispaa mmefanya na nawapongeza sana kama lile la kusafisha mifereji ya mjini, lile safi sana lile, hebu twendeni tukatengeneze dampo moja la kisasa hey. Morogoro, kwa hisabu tulizozifanya, na agizo la mheshimiwa rais, Morogoro iwe Morogoro ya viwanda. Sasa hapo ndio tunazungumza, huku mjini huku na viwanda vipo, lakini vimefungwa, havifanyi kazi Tuna wajibu waheshimiwa madiwani na management kufikiria vile viwanda vitafunguliwa namna gani, ili viengeze sasa ajira, viengeze mapato na viengeze vingine. Vipo, vipo tu. Naomba tena, naomba sana, wakati tunakwenda huko na tutakaporudi, tufikirie masuala ya chinjio lile la ng'ombe lile na mbuzi. Najua mnajenga wapi kule Mkundi hiyo najua na nishafika, lakini bado halijamalizika, na kwangu mimi toka nilipokaa hapa miaka yote halijamalizika. Sasa naomba limalizike ili tuhame hapa tuondokane na huu uchafu wa hapa, twende wapi kule. Kwa yale maelekezo uliyoyatoa, nitamke sisi kama baraza la madiwani tumeyapokea, na tutaendelea kuyafanyia kazi na mwisho wa siku zile hoja zilizobakiwa ziweze kwisha, lakini niseme uh, katibu wa chama amesema tumepata hati safi kwa muda wa miaka kumi, na mimi nasema ni kweli tumepata, lakini sio sisi tumepata, ni wewe pamoja na timu nzima ya viongozi wa Morogoro ndo waliopata hati ile safi.